Wasichana wawili Angela na Catherine wanapotelea msituni wakati wanacheza, wakiamini watakutana na nafsi ya mama wa Angela aliyeitwa Sorene ambaye alishafariki wakati akimzaa Angela. Wasichana wanapatikana lakini wanaanza kuonyesha tabia za ajabu na za kutisha. Wazazi wanagundua kuwa wasichana hao wameingiliwa na nguvu za ajabu. Victor ambaye ni baba wa Angela anawasiliana na Chris McNeil ambaye aliandika kitabu cha mambo aliyoyagundua wakati mwanaye Regan alipoingiliwa na nguvu hizo. Japokuwa Chris anajaribu kusaidia, lakini Catherine anamngoa macho kwa kutumia msalaba na kumwacha akiwa kipofu. Victor anaungana na wazazi wa Catherine, Miranda na Tony kutafuta msaada kutoka kwa waombezi tofauti tofauti ili kusaidia wasichana hao wawili. Shetani anaitwa Lamashtu anawaambia wazazi wale kuwa msichana mmoja atakufa na mwingine atapona na wanatakiwa kuchagua yupi afe na yupi apone. Baada ya Father Maddox kufariki kifo cha utata, Victor anajaribu kumkaribia Angela, anamwomba msamaa Ramashtu kwa sababu. Lamashtu anaweka wazi kuwa Victor alipopewa uchaguzi na daktari kwamba achague nani afe kati ya mtoto au mama Victor alichagua afe mama. Tony anachagua Catherine yapone, lakini shetani yule alikuwa ameweka mtego tu. Baada ya Tony kusema hivyo, nafsi ya Catherine inapelekwa kuzimu na Angela anapona. Victor na Angela wanarudi katika maisha ya kawaida. Victor anarudisha imani yake kwa Mungu baada ya kutoamini uwepo wa Mungu kwa muda mrefu tangu kilipotokea kifo cha mke wake. Ebwana, mzigo huu unaitwa The Exorcist, ambapo story imeandikwa na Scott Teams, Danny McBride brid na David Gordon Green, huku stering akiwa Leslie Odom Jr., Lydia Jewett, Olivia O'Neill, Jennifer Nettles nobertt Ani Dod na Ellen Bastin. Tumia dakika zako 111 tu kutazama mzigo huu ambao umetoka Oktoba 6 mwaka 2023. Siyo zamani sana, mzigo bado unaita sokoni.